Wewe hadi <laughs> so, hmm. Wewe guys hadi nimeswet nakwambia, kwani nikisema kati kamera kulikuwa kumeharibika. So wewe Devi ana <laughs> ana nani akiwa Devi sikutaka chini huyu mm. Ni nani? amokae chini kidogo unza kati chini

Sasa hizi pesa zangu mimi natuma minatuma mwanamke. Pesa zako gani? Utatulia. Niweleze ama utatulia? Utatulia. Ulikuwa na mimi na na another wife wife? Niambia. Sikuwa na wife. Nilipata na mtu

Ni nani na yeye harusi?

Ni peleka. Na watu wa kwao, kwao. Mimi ni mwongea na mama yake muda mrefu, nimejenga kwao, nimejenga kwao, sijajenga kwetu, wakwao nimwapeleka shule, mbona mbona job.

Hawa watoto si wangu. Unakuja kuniharibia mama wewe. Hakuna mtoto nisaikuwa na yeye huyu. Hata sijui anaongelea nini. Wewe utarudi kuwa maid kabisa. Uziweke huko. Unasikia? Wewe utakuwa maid huko umetoka. Kivipi sasa ni kuwa ati? Unasema ulikwando ukatoa pete. Ukiangalia vidole na kaa kugonana kweli? Umepeleka watoto children home. Hata huwezi nianzia. Aliniachia, Aliniambia ni mpelekee watoto juu takuwekelea kimoja kibariki tu uketi

nyumba mnakaa ndani ni rental, ni yenu ama mnakaa ushago ama mnakaa wapi? Ni nyumba yetu. Pesa zangu. Gani? Pesa gani wewe? Nilikwambia kuna pesa unipe wewe, ni mwanamke pesa zangu. Ni kuuliza pesa, pesa gani wewe? Si unaona wewe unaenda job, na sasa ni wewe unaenda job. Na sina job. Kuna nyumba ngapi? Tuko na imagine, tuko na mansion kadhaa. Sasa una get? Sasa wewe unakuja kuniharibia. Na sina kubali hizi pesa zote

Ni sawa. Anasema nini? Anampeanga kuna mtemea. Pesa yenyewe, si izi ona, imetoka mali ikaingia bila kukwambia, nyumba mpaka nyumba zenye sizijui. Ushanunua nyumba sijui, magari sijui nini, watoto unawapeleka gari. Juzi imagine amenibaya gari. Na mimi sijanunuliwa gari kwa pesa zangu. Pesa gani? Pesa gani wewe? Pesa gani? Mimi na struggle. Huko huyo, kama wewe uli enda tu kuteseka. Hakuna pesa. Pesa gani? Pesa gani wewe unasema wewe? Mimi nakutumia. Unajua nashangaa venye unakaa tu, nakuambia